Nadine Vaojour ni mwanamke aliyejifunza kuendesha helikopta ili kumtorosha mumewe kutoka gerezani. Mnamo tarehe 26 Mei mwaka 1986, mwanamke huyu wa Ufaransa alichukua hatua ya kujifunza kuendesha helikopta kwa lengo lake moja tu la kumtorosha mumewe gerezani. Lakini ni nini kilimpelekea katika hali hiyo ya kupita kiasi? Michael Von Jung ni mume wa Nadine Von Jung, alikuwa ni jambazi maarufu wa benki. Hakuwa mgeni katika uhalifu, alikuwa amefungwa mara nyingi sana katika miaka ya sabini hadi themanini kwa wizi wa kutumia silaha na makosa mengine mengi. Kufikia mnamo 1986, Michael alijikuta amefungwa tena, wakati huo katika sehemu yenye ulinzi mkali wa gereza la Sante huko Paris nchini Ufaransa. Michael tayari alikuwa amejaribu kutoroka mara nyingi sana. Kwa kushangaza, Nadine alichukua uamuzi, akiwa na hamu ya kumwona mumewe akiwa huru, alijiandikisha katika masomo ya urubani kwa kutumia jina la bandia. Na baada ya kujifunza kurusha helikopta, Nadine alikodisha helikopta ndogo kutoka uwanja wa ndege wa Paris, kisha akaipeleka kwenye gereza la Sante, akipeperusha ndege kwa ustadi wa juu zaidi ya yadi ya gereza. Huko Michael akiwa na bunduki bandia iliyotengenezwa kwa plastiki na kupakwa rangi nyeusi akielekea kwenye paa la gereza hilo. Alikuwa amewashawishi walinzi wake wamruhusu atoke nje kwa ajili ya mazoezi, hali ambayo ingemruhusu kuwa mahali pazuri kwa wakati unaofaa. Lakini helikopta ilipoingia ndani tu, Michael alipanda ndani kwa msaada wa ngazi ya kamba. Lilikuwa tukio la kusisimua sana na hali ya juu, lilikuwa tukio hatari sana na hatimaye lilifanikiwa. Helikopta iliwaondoa kwenye gereza lenye ulinzi mkali na kupaa anga ya Paris, na kisha hao wakiondoka. Kutoroka kwao kuliripotiwa kote ulimwenguni. Magazeti ya Ufaransa yalisifia ujasiri mkubwa wa vitendo vya Nadine. Hata hivyo ushahidi huo ulikuwa wa muda mfupi tu. Licha ya mafanikio yao ya kuthubutu, uhuru ulikuwa wa muda mfupi kwa Vaojour. Msako wa nchi nzima ulifanyika, na miezi minne tu baada helikopta yao kutoroka Michael alikamatwa tena katika kitongoji cha Paris. Nadine alikamatwa muda mfupi baadaye. Ladha yao fupi ya uhuru ilifikia kikomo. Je, yeah, wewe ni kitu gani cha kijasiri unaweza kufanya kwa ajili ya mpenzi wako? Tuambie hapo chini kwenye comment.